Kuna siri ambazo zikifichuka zinabadilisha maisha ya watu milele. Dar es Salaam, jiji lenye kelele, ndoto na maumivu yake, ndani ya mtaa wa Kimara, kisa kimoja kilianza kama hadithi ya upendo, lakini kikamalizika kama laana ya damu. Kelvin, kijana aliyekuwa na heshima, alijikuta akipenda kwa moyo mzima. Bila kujua mwanamke huyo alikuwa sehemu ya familia ambayo ilitakiwa kumheshimu zaidi. Mapenzi yao yalikuwa tamu, ya siri na ya hatari hadi siku ukweli ulipofichuka na dunia yao ikageuka kuwa machungu yasiyosahaulika. Hii si hadithi ya mapenzi bali ni hadithi ya makosa, majuto na machozi yasiyoisha. Karibu kwenye MK Mastori, Hadithi zenye mguso wa maisha, na leo nakuletea kisa hiki cha kijana aliyefanya mapenzi na mkwe wake bila kujua, mpaka binti alipogundua ukweli. Na hapa ndipo tunaanza kufunua siri hii. Usiku wa daa ulikuwa umetulia, taa za barabarani ziking'aa kama macho ya malaika wachovu. Kwenye ghorofa la kati ya Kinondoni, Kelvin alikaa sebuleni akitazama mvua ikinyesha bila kusimama. Alikuwa amerejea kutoka safari ya kikazi ya Arusha na ndani ya moyo wake kulikuwa na upweke usioelezeka. Mke wake, Irene, alikuwa safari kwenda Mbeya ya kuhudhuria mazishi ya shangazi yake. Nyumba ilikuwa kimya isipokuwa sauti ya redio ikicheza nyimbo za zamani za mapenzi. Kelvin alijaribu kulala, lakini usingizi haukuja. Labda kwa sababu moyo wake ulikosa joto la mwanamke. Kama ilivyokuwa desturi, mama yake Irene, Bi Rose alikuwa akifika mara kwa mara kumwangalia mjukuu wao mdogo Junior. Lakini usiku ule, mvua ilinyesha sana hadi Bi Rose akaamua kulala hapo kwa muda. Kelvin alishangaa kumwona mama mkwe wake akiwa amevaa gauni refu jeupe, akitoka bafuni akiwa amejifunika taulo kichwani. Kitu fulani kilimshtua, lakini haraka akajikemea moyoni, wewe ni mjinga Kelvin, ni mama mkwe wako huyo. Biroz kwa umri wake wa miaka arobaini na mbili bado alikuwa na umbo zuri, ngozi laini, harufu ya marashi ya kike na mwanga wa heshima usiopingika. Alimwangalia Kelvin kwa tabasamu la upole na kusema, usiku huu, umechoka sana kijana wangu, pumzika tu. mara nyingine Majaribu ya kweli hayaji kama mapepo, huja kama harufu nzuri, sauti laini na macho ya upole. Ndipo moyo wa mwanadamu unapopimwa. Mvua ipozidi kunyesha, umeme ukakatika. Kelvin aliamua kukaa sebuleni akingoja umeme urejee. Bi Rose naye alileta blanketi moja kubwa akasema, tukae hapa wote, baridi kali sana. Wote wakakaa wakisogea karibu na moto wa mshumaa. Macho yao yakaanza kukutana mara kwa mara. kila wakati Kelvin alipojaribu kugeuza uso, moyo wake ulitetemeka. Kulikuwa na hisia zisizoeleweka, kama nguvu ya siri iliyokuwa inawasukuma karibu. Unanikumbusha Irene akiwa kijana, alisema Biros kwa sauti ya chini. Kelvin alitabasamu tu akijaribu kuchukulia kama mazungumzo ya kawaida, lakini hewa ilibadilika. Ghafla mshumaa ukapungua mwanga, mvua ikazidi na radi ikapiga. Bi ros akasogea karibu zaidi. harufu ya mafuta yake ya mwili ilimchanganya Kelvin kiasi cha kupoteza mwelekeo wa heshima. Pole sana kwa maisha ya ndoa ya mbali, aliongeza kwa sauti ya pole. wanaume wengi hawajui mateso ya upweke. Kelvin hakujibu, lakini macho yake yalisema yote. Sekunde mmoja ya ukimya ikawa mwanzo wa kikosa lisilosahaulika. Ni sekunde moja tu inayoweza kubadilisha maisha ya watu watatu, sekunde moja ambayo haijarudi, sekunde inayogeuka kuwa laana ya milele. Mvua ipokuwa ikinyesha, Kelvin akahisi mkono wa Biroz ukigusa bega lake taratibu, akasemea kimya kimya, usihisi vibaya, ni upendo wa mama tu. Lakini joto la ule mguso halikuwa la mama, lilikuwa la mwanamke. Hisia zikachukua nafasi ya hekima. Kelvin akajikuta akimkumbatia taratibu, akihisi moyo wake ukidunda kwa nguvu. Hakujua ni nini kilikuwa kinamvutia zaidi, upweke wake au harufu ya mwanamke aliyeharamu kwake. Usiku ule kikosa lilifanyika, walilala pamoja kwa siri nzito, chini ya sauti ya mvua na giza la usiku. Hakuna aliyezungumza, hakuna aliyejuta angalau wakati huo. Asubuhi ilipofika, B. Rose aliondoka kimya kabla Irene hajarejea. Kelvin aliamka akiwa amechanganyikiwa, akijaribu kuamini kilichotokea kilikuwa ndoto, lakini harufu ya manukani kwenye shuka ilithibitisha ukweli. Kelvin aliingia bafuni na kumwangalia kwenye kioo. Mungu wangu, nimefanya nini? Aliuliza kwa sauti ndogo. Hakujua kuwa siku hiyo ndiyo mwanzo wa mwisho wa amani ya familia yake. Mtu anapofanya kosa katika siri, anaamini hakuna anayeona, lakini macho ya hatima huwa hayafumbiwi. Kila tendo lina siku yake ya kulipwa, si leo, lakini hakika ipo kesho yake. Wiki mbili zilipita bila Irene kujua chochote. Alirudi kutoka Mbeya akiwa na huzuni lakini pia akijawa na furaha ya kukutana tena na mme wake Kelvin. Alijaribu kuonekana wa kawaida, lakini macho yake hayakumwangalia Irene moja kwa moja. Usiku mmoja Irene alidoo kumwambia mme wake siri yake. Kuna jambo nataka nikushirikishe, alisema kwa sauti ya hofu. Kelvin alimwangalia kwa makini, moyo ukianza kudunda. Najihisi kama kuna kitu kimebadilika kati yetu, Irene aliongeza, umenitenga. Kelvin alijaribu kubisha, lakini macho ya Irene yalikuwa mali kama kisu cha upendo. Najua wewe ni mtu wa heshima, lakini tafadhali usinifiche kitu. Kelvin akatikisa kichwa, akijaribu kutabasamu. Hakuna kitu, Irene, ni kazi tu. Mara nyingine, uongo mzuri huonekana kama ulinzi wa upendo, lakini ukweli, hata ukichelewa hutambaa kama moshi na hatimaye huziba pumzi ya wote wanaoficha. Siku zikiendelea, Irina akamwalika mama yake aje kukaa nao kwa muda. Juni amekumisi sana, alimwambia kwa furaha. Kelvin alishtuka, moyo ukampiga kasi. Wazo la kumwona tena B Rose lilimfanya kutetemeka. Siku B Rose alipofika, hewa ilibadilika macho yake naye ya Kelvin yalikutana kwa sekunde mbili tu, lakini zilitosha kusababisha jasho baridi kwa wote wawili. Irene hakushuku kitu chochote, aliona ni hali ya kawaida tu. Kila usiku Kelvin alijaribu kulala mapema ili asikutane macho na mama mkwe wake, lakini hatima ilionekana kumwandalia mateso. Wakati mwingine wangejikuta faragha jikoni au koridoani wakinyamaza kama watu walioumia. B Rose alihisi hatia kubwa. Aliweza kuzungumza na Irene, lakini kila mara moyo wake ulikataa. Nikimwambia nitaharibu ndoa ya mwanangu, lakini nikinyamaza, nitakufa kwa siri hii, alijiambia. Kelvin naye alianza kunywa pombe kwa siri. Kila glasi moja ilikuwa kama dawa ya kupunguza mzigo wa dhamira, lakini usiku alipoingia kitandani, sauti moja kichwani ilimwambia Ulisahau? ulimlaza mama wa mke wako. Hukumu ya dhamira haipigi kelele lakini inaua taratibu. Ni sumu inayojificha ndani ya tabasamu na ukimya wa mtu mwenye hofu. Siku moja, Irene palipokuwa akisafisha chumba cha mama yake, aliona hereni moja chini ya sofa. Ilikuwa hereni ambayo B Rose alishawahi kuivaa siku ya safari yake ya mwisho Kinondoni. Imeishiaje chumbani kwetu? Aliuliza kwa mashangao. Wakati huo Kelvin alikuwa jikoni, aliposikia swali hilo, kikombe kilimponyoka mkononi na kuvunjika. Airina akamwangalia akasema kwa sauti ya pole, unaonekana umeshtuka, umeiona hii hereni? Kelvin akatikisa kichwa haraka, jasho likimtoka. Bi Rose naye aliposikia hilo, moyo wake ukaganda. Alijaribu kucheka kwa uongo, ah, labda niliangusha tu siku nilipokuja, lakini sauti yake ilitetemeka. Irene akahisi kitu hakiko sawa. Usiku ule Irene hakulala. Alikaa kitandani akiwa amekumbuka kila kitu, safari yake Mbeya, mabadiliko ya Kelvin na tabia ya ajabu ya mama yake. Moyo wake ukaanza kuunganisha nukta taratibu. Alipoamka alfajiri. Alichukua simu yake na kuanza kutafuta mazungumzo ya zamani. Kati ya picha za familia, aliona selfie ya Kelvin na mama yake wakiwa sebuleni usiku wa mvua, siku ile kabla hajaondoka. Ndipo pumzi ikamkoma ghafla. Kuna ukweli ambao moyo hauwezi kuukubali hata kama macho umeuona. Ni kama kisu kinachochoma ndani ya damu, kinakata roho Kabla macho hayajatoa machozi. Moyo wa Irene ukaanza kudunda kwa uchungu. Alipoenda jikoni, B. Rose tayari alikuwa akitengeneza chai. Habari ya asubuhi mwanangu, alisema kwa sauti ya utulivu. Irene hakujibu mara moja bali alimwangalia kama mtu anayejua anayetazama muuaji wake. Mama, Irene alianza kwa sauti iliyotikiswa na hisia uliwahi kulala hapa siku nilipoenda Mbeya sivyo? Bi Rose akakosa maneno. Ndiyo, mvua ilinyesha sana, nilibaki kwa muda, alijibu taratibu. Irene akamwangalia moja kwa moja machoni. Na hiyo hereni iliishiaje chumbani kwetu? Bi Rose akanyamaza. Moyo wake ukaanza kumdunda haraka. Kelvin akatokea ghafla mlangoni akijaribu kutabasamu. Asubuhi njema lakini sauti yake ilitetemeka. Ukweli hauna hila, ukijaribu kuuficha utajitokeza mwenyewe, hata kama ni kupitia sauti ya ukimya. Irene aligeuka taratibu kumtazama mume wake. Kelvin, una kitu cha kuniambia? Kelvin alijaribu kucheka kwa uongo. Ah, Irene, kwa nini unasema hivyo? Lakini macho hayakudanganya ndani yake kulikuwa na hofu ya mtu aliyekwisha hukumiwa. Biroz alijaribu kuzuia machozi. tafadhali tusizungumze hapa, alisema kwa sauti dhaifu, lakini Irene akapaza sauti, hapa hapa mama, sasa hivi nini kilitukia usiku ule wa mvua? Kimya kikatawala kwa sekunde kumi ambazo zilisikika kama miaka. Kelvin akajaribu kusema lakini sauti haikutoka. Machozi akamtoka Bi Rose, akaketi chini taratibu. Irene alijaribu kusema, tuliteleza. Kelvin akafunika uso wake kwa mikono. Irene akapiga kelele kali ya maumivu, tuliteleza mama, huyo ni mume wangu. alijaribu kusimama, miguu ikatetemeka, dunia ilionekana kuzunguka. Bi Rose alijaribu kumsogelea, naomba unisamehe mwanangu. Lakini Irene akasogea nyuma akamwangalia kwa macho yaliyogeuka barafu. Wewe si mama tena kwangu, umeua damu yangu mwenyewe. Maumivu makubwa duniani sio kuumizwa na adui, ni kuumizwa na wale tuliowaamini kulinda mioyo yetu. Kelvin alijaribu kumgusa Irene, lakini alisukumwa kwa nguvu. Usiniguse, alilia kwa sauti ya uchungu. Nilikuamini Kelvin, nilikuweka juu ya kila kitu hata juu ya familia yangu. hivi ndivyo unavyonilipa? Kelvin alilia kimya kimya akisema nilikuwa najua Irene, sikujua itatokea hivyo, nilikuwa mpweke, nilichanganyikiwa. Lakini maneno hayo yakawa kama moto wa kuchoma zaidi. kwa hivyo ulitafuta faraja kwa mama yangu? Irene alipiga kelele. Bi Rose alizidi kulia, nilijaribu kusahau, nilijaribu kutubu moyoni lakini kila usiku naota uso wako mwanangu, naona makosa yangu. Irene alinyamaza sekunde chache, kisha akasema kwa sauti ya chini, waliofanya kosa hawatakuwa na amani, Mungu ataamua. Aliondoka nyumbani akiwa hajavaa viatu, mvua ilianza kunyesha tena kama siku ile ya kwanza. Watu walimwona akitembea barabarani huku machozi yakimchuruza, mvua ikificha huzuni yake. Ndani ya nyumba Kelvin na Biros walibaki wamekaa kimya. Hakuna aliyesema neno. Walijua maisha hayatarudi kama zamani tena. Siri ilivunjika, lakini majeraha yake yangedumu milele. Kuna dhambi ambazo hukosa msamaha duniani. Si kwa sababu Mungu hutoi rehema, bali kwa sababu moyo wa binadamu hauwezi kuhimili maumivu ya kusamehe. Siku tatu zilipita tangu Irene aondoke nyumbani. Kelvin hakujua alikoenda wala kama angerudi tena. Alikaa kwenye sebule ile ile akitazama kioo cha dirisha ambacho mvua ilikuwa ikinyesha juu yake kama sinemo ya huzuni. Biroz naye alihama kimya kimya usiku ule ule. Alijua macho ya watu yamlea kwa aibu na hukumu. Kwa mara ya kwanza alihisi mzigo wa dhambi kama jiwe kubwa kifuani mwake. Kelvin anza kupotea taratibu. Hakuenda kazini, hakula vizuri, hakulala kila kitu kilimkumbusha Irene, kila sauti ya mtoto barabarani ilimkumbusha Junior mwanawe, ambaye sasa alikuwa mbali naye. Siku moja aliona picha ya harusi yao ukutani, alisogea karibu, akaitazama kwa macho yenye machozi. nilikuwa na kila kitu, alijiambia, lakini tamaa imenifanya kuwa sifuri. Kichwa chake kilikuwa kama gereza la mawazo, alikumbuka kila tukio. Jua la asubuhi baada ya ule usiku wa mvua, macho ya Irene siku aliposhtuka na sauti ya mama mkwaa akilia. Kila kumbukumbu -kumbu ilikuwa kama panga linalorudiwa kukata kidonda. Majuto ni gereza lisilo na milango. Hata ukijaribu kutoka, moyo huendelea kukurudisha ndani kwa minyaroni ya kumbukumbu -kumbu. Siku moja Irene alipiga simu. Sauti yake ilikuwa baridi kama upepo wa makaburini. Alisema, nimeamua kusafiri kwa muda. Nataka nitulie mbali na haya yote. Kelvin alijaribu kuomba msamaha, lakini Irene hakumsikiliza. Kelvin, siwezi tena kukuona bila kuona makosa yako. Alipozima simu, Kelvin alilia kwa sauti. Wakati huo majirani walianza kumwangalia kwa huruma. Walisema yule jamaa alikuwa mzuri, sasa ameharibika, lakini hakuna aliyejua ukweli mzito uliomuumiza. Rose naye hakupumzika. Kila usiku aliota ndoto ya Irene akilia. Kila asubuhi aliamka na macho yamevimba kwa machozi. Alienda kanisani kila siku, lakini hata sala hazikupunguza maumivu. Siku moja alimwandikia barua Irene: Mwanangu, siwezi kujisamehe. Nilipaswa kukuongoza si kukuumiza. Mungu ajue moyo wangu unateketea kwa dhambi hii. Ikiwezekana nipotee machoni pako, lakini unisikie ndani ya maombi. Barua hiyo ilipofika kwa Irene aliiweka mezani bila kuifungua kwa siku mbili. Kila alipoiangalia moyo wake ulikuwa kama unataka kupasuka. Hatimaye alifungua, machozi yakamtiririka. Kuna machozi ambayo hayafutiki, ni machozi yanayotoka ndani ya moyo uliovunjika vipande ambavyo hata wakati hauwezi kuunganisha tena. Kelvin alianza kuandika daftari la majuto. Kila usiku aliandika mistari, ningejua thamani ya uaminifu nisingempa shetani nafasi ya usiku mmoja. Kila ukurasa ulilowa na machozi kama toba ya kimya. Siku moja alitembea hadi ufukweni Coco Beach, alikaa juu ya mawe akitazama mawimbi yakipiga. Irene aliongea kimya, nikijua haya yote yangetokea, ningeanguka chini siku ile. Wakati dunia ikiendelea na shughuli zake, watu watatu walikuwa wamefungwa katika minyororo ya kimya: mama aliyejuta, mume aliyeanguka na mwanamke aliyejeruhiwa na upendo, na ukimya huo ulikuwa adhabu yao ya maisha. Dhambi inaweza kusamehewa, lakini matokeo yake hayawezi kufutwa. Wakati mwingine msamaha hautoshi kinachobaki ni maumivu ya kujifunza kuchelewa. Miezi sita ilikuwa imepita tangu Irene aondoke Dar. Wote watatu waliendelea na maisha ya kivuli, maisha ya kimya, ya kujilaumu na ya maumivu yaliyokosa mwisho, lakini kila nafsi ilikuwa na safari yake ya mwisho. Kelvin alikuwa mnyonge, hakuwa tena yule kijana mwenye nguvu na tabasamu la matumaini. Alipoteza kazi yake, akawa anakaa nyumbani akitazama ukuta Bisi Rose alihamia Moshi, akiishi peke yake. Alikuwa akihudumu kanisa kila siku, lakini hata mapadri waliona ndani ya macho yake kuna kitu kisichoisha. Mama Rose, Mungu anakusamehe. Lakini moyoni mwake hakujisikia hivyo. Siku moja Irene alipokea simu kutoka kwa jirani wa zamani. Pole sana Irene. Kelvin ameugua, hali yake si nzuri, amekuwa akikuomba umuone kabla hajapumzika. Irene alinyamaza kwa muda, akahisi moyo wake ukijaa hofu na huzuni. Baada ya siku mbili za mashaka, aliamua kurudi Dar. Alipofika nyumbani, alikuta nyumba ikiwa tulivu. Dawa, kitanda na picha za zamani zilimkumbusha yote aliyokimbia. Kuna safari ambazo mtu hulazimika kurudi, si kwa sababu anataka, bali kwa sababu moyo wake unataka kumaliza ukurasa uliobaki wazi. Kelvin alikuwa kitandani dhaifu sana alipotazama mlango na kumwona Irene, machozi yakamtiririka. Irene eyes alijaribu kusema, asante kwa kurudi. Irene alikaa pembeni kimya. Hakukuwa na maneno sahihi ya kusema, majeraha yalikuwa bado mabichi. Najua siku sikustahili hata kukuona, Kelvin alisema kwa sauti ya chini, lakini nimeishi na adhabu hii kila siku. Nilijua utaniua, lakini Mungu ameniacha nione siku hii kukuomba radhi kwa macho. Irene alitazama macho yake yaliyokonda. Ndani yake aliona si yule mume aliyemsaliti, bali roho iliyovunjika. Machozi yakamtoka, lakini moyo wake haukujua kama ni ya huruma au hasira. "Mungu atakuhukumu Kelvin, lakini mimi nitaachilia, si kwa sababu umestahili, bali kwa sababu moyo wangu umechoka kubeba uchungu. Kelvin alitabasamu kwa mara ya mwisho. Asante Irene. Sauti yake ikapotelea taratibu, macho ya kafumba na pumzi yake ikatulia. Amani ambayo aliitafuta kwa miezi ilimpata kupitia kifo. Wengine hupata msamaha kupitia machozi, wengine kupitia maombi, lakini wachache kipata amani kupitia kifo. Siku ya mazishi, mvua ilinyesha tena kama siku ya mwanzo. Bisi Rose alifika akiwa amevalia nguo nyeusi. Alipomwona jeneza la Kelvin, miguu ilimlegea, alianguka chini akilia kwa uchungu wa mama na mwanamke aliyejua mzizi wa yote. Baada ya mazishi, Irene alimshogelea, wote wabili wakabaki kimya kwa muda mrefu. Hatimaye Irene akasema kwa sauti ya utalifu, mama, nilikuchukia sana, lakini sasa najua hata wewe uliumia. Bisiroz alinyanyua macho yake yaliyokuwa mekundu kwa machozi. Nisamehe mwanangu, nilifanya kosa ambalo sitasahau hadi mwisho wa pumzi yangu. Irina akamkumbatia taratibu, machozi yao yakachanganyika, si ya maumivu pekee, bali ya kuachilia yaliyopita. Baada ya siku second... Irene aliondoka tena Dar, safari hii akielekea Mwanza, alisema akaendelea kulea mtoto wake Junior. Kwa upendo na maadili mapya. Mama aliteleza, mume aliteleza, lakini mimi nitakuwa mwanga wa familia hii, aliapa. Miaka miwili baadaye, Bisiroz alifariki akiwa amesamehewa na binti yake, lakini sina nafsi yake. Irene alihudhuria mazishi kwa utalifu, akasema mbele ya kaburi, wote mmeondoka, lakini mafunzo yenu yamebaki, upendo bila heshima ni moto unaochoma taratibu. Hii si hadithi ya uzinzi, bali ya tamaa, majuto na msamaha. Wakati mwingine makosa yetu hayahitaji adhabu kutoka kwa watu, bali kutoka kwa nafsi zetu wenyewe. Na mwisho wa yote, ni moyo pekee unaoweza kuamua kama utabaki kufungwa au utaamua kusamehe ili upumue tena. Asante kwa kufuatilia simulizi za MK Mastori. Kama umependa simulizi hii, usiache kuniandikia maoni yako. Hapo chini bila kumsahau kuweka like, kushare na kubonyeza neno subscribe ili uwe wa kwanza kupata simulizi zetu. Tukutane wakati mwingine.